Kuna maswali ambayo aidha umeyasikia na umeshawahi kujiuliza kwamba upako ni nini, na wakati mwingine umeshawahi kuongea mwenyewe kwa kinywa chako kwamba mtu fulani ana upako. Siku moja niliweka status nikawauliza watu, ukisema mtu fulani ana upako ni nini ambacho kimekuonyesha mpaka ukasema mtu huyu ana upako. Kwa sababu hauwezi ukasema ana upako kama hakuna kiashiria ambacho kimekuonyesha ya kwamba mtu huyo ana upako. Ulishawahi kusema ya kwamba mtu fulani ana neema fulani amepewa neema fulani. Ni nini ambacho ulikiona kwake cha kipekee cha utofauti ambacho kilikuonyesha kwa na kwamba kukuambia mtu huyo anaiyo neema? Kwa hiyo uliona, kuna vitu uliviona, ndipo ukasema mtu huyu yuko namna mna fulani. Naanza na kujua upako ni nini. Neno upako limekuwa na tafsiri pana sana, lakini nitakupatia tafsiri kadhaa. Na kila tafsiri nitaweza kuielezea. Neno upako tafsiri ya kwanza. Upako ni nguvu au uwezo wa kipekee anaopokea mtu kutoka kwa Roho Mtakatifu ili kumsaidia kufanya jambo fulani kirahisi zaidi. Narudia tena, upako ni nguvu au uwezo wa kipekee anaopokea mtu kwa Roho Mtakatifu ili kumsaidia kufanya jambo fulani kirahisi zaidi. Kitabu cha Luka sura ya nne mstari wa kumi na nane Luka nne kumi na nane. Yesu anasema Roho Bwana yuchu yangu Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru walio anasema roho Bwana yu juu yangu. Hatuwezi kuelezea upako bila kumtaja Roho Mtakatifu na Yesu anatambulisha anasema, roho Bwana yu juu yangu, na alipokuja juu yangu, amenipaka mafuta kasano peni amenipila upako mafuta ni upako. Kwa hiyo anaposema amenipata mafuta, manake amenipa upako, amenipa upako, amenipa ngufu, amenipa uwezo anasema Roho wa Bwana yushu yangu kwa maana amenipia mafuta, jambo la kwanza kuwahubiri maskini habari njema. Manake Roho alipompia mafuta, mafuta yanamfanya na kumrahisishia ya yeye kuweza kuhubiri. Yohana mtoto wa Zakaria, labda tunamjua kama Yohana Mbatizaji, akiwa <coughs> amejaa upako, amekaa kwenye jangwa, akiwa amepulia kwenye jangwa, anasema na watu ya kwamba sauti ya mtu aliaye nyikani, tengeneza watu wakawa wanatoka wenye miji wanamfuata Yohana ya mungwani kumsikiliza. Haijalishi eneo ambalo unatokea, haijalishi familia ambayo unatokea, inawezekana familia ya Mnapoishi ni kama jangwa. Inawezekana e historia yako ni kama jangwa, ili watu wasiangalia historia na mazingira uliyopokea wa kuangalia wewe na ulichobeba. Lazima iyo na mafuta utakayoamua kwamba wende wapi, lakini ukiwa na mafuta, historia yako sio ambayo inaamua kesho yako takacho ya kuwa umbali waekwenda, ni mafuta ulio nayo. Kama ni mtalamu wa vyombo vya moto, lita moja ya mafuta ina umbali wake wa kutembea gari, ukijua unaenda kilomita ingi, utaweka mafuta mengi kwenye tenki. Sasa chochote unachofanya kinahitaji mafuta ili uweze kufika mwisho wa safari. Hautaweza kufika mwisho wa safari kama hauna mafuta. Watu wengi wanaangaika kujitengenezea kibali, lakini kibali ukikilazimisha kinapotea baada ya muda. Kibali, upako waliopokea Yesu waliofanya aweze kuhubiri Injili. Kwa hiyo Yesu kwao, manaake asinge tangaza wafungwa kufunguliwa kama hajatiwa upako. Upako unarahisishia yeye kuwafungua wafungwa, lakini anaendelea tena na vipofu kupata uona pea. Hivi ndio vitu tofauti tofauti. Mafuta yale yale yaliyotiwa yamemfanya aweze kuhubiri habari njema. Mafuta yale yale yaliyotiwa yamemfanya aweze kuwatangazia waliofungwa habari ya, ya, kwa ya kufunguliwa kwao. Mafuta yale yale yaliyotiwa ya yamefanya aweze kuwafanya vipofu waweze kuona tena. Lakini anamaliza anasema, kuwacha huru waliosetwa, to make them free the oppressed, walioteswa, waliokandamizwa, walioonewa. Mambo haya yote hayakuwezekana kabla Yesu hajapata upako. Mafuta ni yale yale, ngoja nitoe mfano. Mafuta ya petroli ni yale yale, lakini mafuta haya ya petroli yana wezo wa kutumika, anayeachia mafuta hayo hayo yanaweza yakatumika kwenye huduma, mafuta hayo hayo yanaweza yakatumika na kwenye biashara, mafuta hayo hayo yanaweza yakamsaidia mtu kwenye habari ya taaluma, mafuta hayo hayo yanaweza yakamsaidia mwanasheria, mafuta hayo hayo yanaweza yakamsaidia mwandishi wa habari. Ni upako ule ule, unaitwa upako unaweza ukafanya kwenye kila eneo ya maisha ya mwanadamu, sijui kama kuna mtu ambaye anielewa. Kwa hiyo siongelei kwa mbali ya kufanya ubima kama aliyofanya Yesu, ni upako uleule lakini utofauti katika mafuta yale yale ambayo kuupili anaweza akahubiri neno na watu neno likawakolea. Mafuta yale yale anaweza akayatumia mwana sheria kwenye kazi yake ya wanasheria yanaofanya ya mtu aweze kung'aa. Na wewe haukua huru kuja ya hapa bila kupaka mafuta. Hata mimi nimepaka mafuta, si unajua, usipopaka mafuta si jua likikupiga unapauka, si unalielewa hiyo? Sasa, kwa nini unapaka mafuta? Unapaka mafuta ili muonekano wako uweze kuwa vizuri eneo lolote ambalo unafanya iwe eneo ene ene ene la kilimo iwe eneo la taaluma, iwe eneo la huduma, ili mwonekano wa huduma yako uweze kuwa kuakusuru, ni lazima uweze kupata upako. Mwonekano wako unaweza maisha yako kwa sababu umekosa mafuta. Kwa hiyo ile mianga inapokuja kwa ajili ya kukushambulia ili usiwe na nguvu ya kukushambulia, ni lazima uwe na mafuta. Huduma yako inahitaji mafuta, masomo yako yanataka mafuta, kilimo chako kinataka mafuta, ili kichocheo iwa mafuta. Alijua hakuna kibali bila mafuta, hakuna mpenyo bila mafuta, hakuna kusikilizwa bila mafuta, hakuna kuheshimiwa bila mafuta, hakuna kuwafanya watu wamwelekee Mungu bila mafuta. Mafuta yanarahisisha kazi Kutumia baskeli au kuona baskeli mnyororo baskeli, wa baskeli ukiwa mkavu, ukianza kulazimisha kuendesha baskeli kwenye mlima, mnyororo una uwezo wa kukatika. Ili mnyororo uweze kwenda vizuri, usikatike unapozungusha peda ziende kirahisi na kilaini, ni lazima uweke mafuta zile oil chafu, manake mafuta ni kilainisho cha vyuma. Unataka usione eneo lolote ya kwamba limekuwa gumu huduma yako isiweze kuvunjika mapema, ili elimu yako isiweze kuvunjika mapema, ili masomo yako yasiweze kuvunjika mapema, ili kibali chako kisiweze kuvunjika mapema, lazima upate mafuta. Sijui kama mnanielewa. ya huduma kuna milima. Walipokuwa wanaendelea namna ile ile bila upako, wakashindwa kupanda milima, kwa sababu walikuwa hawezi kuendelea, maana connection imekatika. Bila upako una uwezo wa kuendelea katika kitu unachokifanya, ila sio kwa muda mrefu, kwa sababu

Marko kumi na moja mstari wa ishirini na saba mpaka thelathini na tatu Marko kumi na moja ishirini na saba mpaka thelathini na tatu Wakafika Yerusalemu tena, hata alipokuwa akitembea hekaluni, walimwendea wakuu wa makuhani na waandishi na wazee, wakamwambia, ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya, naye ni nani aliyekupa mamlaka hii uyatende haya? Imagine. Yesu anapita kuhubiri. Anaponya watu. Anafufua waliokufa. Ana multiply mikate. Mbele ya macho yao. Nani aliyekupa mamlaka ya kuyafanya haya? Unazani walikuwa wanauliza jambo la kimwili? No, walikuwa wanauliza kwa habari ya mamlaka ya kiroho, na ndio maana Yesu akawauliza, je, Yohana alikuwa anafanya kwa mamlaka gani? Wakasema kwenye mioyo yao ya kwamba tukisema sio Mungu, watatupiga kwa mawe kwa sababu walimwamini Yohana kama nabii wa Mungu. Manake wanajua kwamba Yohana mamlaka yake ilitoka kwa Mungu, na Yohana alikuwa amepewa mafuta. Maana Biblia inaeleza alipewa mafuta tangu akiwa tumboni alijaa tangu akiwa tumboni. Kwa alitoa mafuta tangu akiwa tumboni. Kwa hiyo watu walielewa mamlaka aliyotumia Yohana ni ya Mungu aliye hai. Sasa wanaboupi na Yesu kwamba ni kwa ba, mamlaka gani anafanya viziwi wasikie? Ni kwa mamlaka gani anafanya vipofu waone? Ni kwa mamlaka gani anafanya viwete watembee? Ni kwa mamlaka gani anawi by which ah. Tunakuja kuelewa kwamba sio kila anayeita watu waliokufa wanaweza kufuka, sio kila anayeweza sema upone na huyo mtu akapone. Ili kuponyesha na kufufua na kufanya chochote, ni lazima uhalalishwe ulimwengu wa roho, upande wa Mungu ukuhalalishe. Kuna uhalali wa kutumia nguvu za Mungu kwenye ulimwengu wa roho, na kuna watu hawana uhalali wa kutumia nguvu za Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Ili upate uhalali wa kutumia nguvu za Mungu ni lazima upako lazima utoe mafuta. Wanapotiwa mafuta ile ni huyo, ni nani anayemwambia mtu apone? Au utauliza, watakaposema na kuapisha ufunguliwe, mtu anafunguliwa kwa sababu ulimwengu wa roho Unajua tayari una uhalali wa kuvisemesha vitu vikatokea. Nawe unajua, sio wote walio ndani ya kanisa wanaweza kufanya maajabu. Anaweza akaongea maneno yale yale, yani kwa mfano, hapa nikaombea mtu akapona, mtu akaja aka, atakopi maneno yale yale ambayo niliyatamka mimi Alafu yeye matokeo yasitokea, alafu kwangu matokeo yakatokea. Kwa nini? Ameokoka, lakini hajahalalishwa kuweza kutumia nguvu kufanya vile. shetani, shetani alipoungwa na Mungu alikuwa hakai mbinguni. Shetani alikuwa amsifu Mungu akiwa pati ya watu walioko mbinguni hii dunia tunayoishi ni matengenezo ya dunia iliyokuwa imetangulia. Dunia iliyokuwa imetangulia iliumbwa baada ya kuumbwa, shetani ndiye ambaye alikuja kuwekwa ndo. Hapo mstari wa kumi na tatu anasema ulikuwa kwenye bustani ya Mungu, Edeni, bustani ya Mungu. Mstari wa kumi na nne anasema ulikuwa kerubi ufunikaye uliyetiwa mafuta. Lengo langu ni kwenye mafuta pale, ila sijafika kukuelezea pale, ila niko huku kukuelezea. Ikovi shetani aliwekwa pale ili awe anamtukuza Mungu kutokea pale duniani. Baadaye wakati uovu umezaliwa ndani yake, ndipo akashawishi ukisoma okay, hapo utaiona habari yote kwamba mm, uliungwa ukiwa mkamilifu mpaka uovu ulipoonekana ndani yako. Sasa uovu ulipoonekana, akaanza kushawishi. Kitabu cha Isaya kinatuambia kwamba shetani aliazimia akasema, nitapanda mpaka juu kwamba atanyenyuka kutoka duniani aende mpaka juu ili yeye achukue nafasi ya Mungu. Ndo alichokifanya na kilichotokea, kilichotokea akapigwa, akashushwa. Mshindo alioshuka nao pamoja na wale malaika waovu mpaka kuzimu ulikuwa una nguvu kiasi cha kuvuruka

Maswali ya kujiuliza. Uumbaji, tunaona kwenye uumbaji tayari dunia ipo, tayari maji yapo, tayari giza lipo, vimetoka wapi? Utakuja kujua kwamba haukuwa uumbaji uliokuja kufanyika, ilikuwa ni replenish matengenezo kufanyika upya, kurudishwa kwa ile dunia iliyokuwepo ambayo Shetani alikuwa na kangania kwa. Baada ya pale matengenezo yakafanyika, ndipo Adamu. Mapenzi ya Mungu ni kumpendeza Mungu, kufanya ambacho Mungu anapendezwa nacho umeyafanya mapenzi ya Mungu. Sasa wengine, Mungu anatarajia mtakapokwenda kufanya kazi zenu mwe waaminifu hata kufa, wapeni haki wanaostahili haki. Kwa nini leo tuna watu ambao wako kwenye mbalimbali za maisha na sio waaminifu. Mapenzi ya Mungu yako kwenye kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, ambacho Mungu amekiweka ndani yako, yale ni mapenzi ya Mungu. Sasa ili uyaishi mapenzi ya Mungu ni lazima utiwe mafuta watamwakilisha Mungu sawasawa wakiwa kwenye masomo, watamwakilisha Mungu sawasawa wakiwa kwenye uongozi, watamwakilisha Mungu sawasawa. Wako wapi watu ambao wamebeba mafuta ya Bwana, wamepewa kibali na Bwana, wanawalai wa kuutumia nguvu wa Bwana, wana mamlaka ile ile, kama Mungu ni yule yule. Kwa nini hatuna madhara yale yale? Ninaamini sana katika Mungu. Na ninaamini sana katika miujiza na ninaamini sana katika nguvu za Mungu. Unajua kwa nini leo kuhubiri watu waache dhambi imekuwa kazi ngumu sana? Manifestations of the power. Madhihirisho ya nguvu ni machache. Mahali popote watu wanayaona maajabu. Biblia wakati inasema uwepo wa Mungu liposhuka, watu wakashikwa na hofu kuu, hofu kuu ya kwamba kama Mungu amefanya haya, kama Mungu yuko hivi na amesema jianamwipo huyo Mungu ni, ni hakika. Asalamu na unakomanya msi na theolojia, ili watu waweze kuishi utakatifu inahitaji nguvu zaidi ya moms na maandishi, inahitaji nguvu na uhusimama